Tuna malengo yetu ya kukimbizana na mkoa wa Geita. Mkoa wa Geita ndio unatuongoza kwenye, kwenye nchi yetu, na sisi programu yetu ni kuhakikisha tunakimbizana na wale jamaa. Kutokana na hilo, tunategemea hao wekezaji wote waliokuja watatupushi kwenye hilo. Kwa hiyo, mbele yako wameshafika wageni hawa, na nilikuwa nao pale ofisini sasa hivi. Wamefika hapa kwako wapate baraka zako za kuweza kuingia kwenye mkoa kwa ajili ya shughuli za kichimbaji, na sisi kulingana na unavyoendelea kutuelekeza tutaendelea kutekeleza yale ambayo unatuelekeza ili kusaidia wawekezaji waweze kufanya vizuri katika nchi yetu, na uh, kwetu sisi ni opportunity nzuri sana kuonyesha tunaweza kufanya nini kama Watanzania uh, kwa ujumla. Shanta inaendeshwa na Watanzania, wafanyakazi wetu zaidi ya asilimia tisini na tisa ni Watanzania na mameneja wote asilimia mia moja ni Watanzania. Kwa hiyo ukija Shanta tunajiita kama familia. Na tuna matumaini makubwa sana kupata nafasi ya kuja hapa Mara. Tunajua kuna jiolojikali ni pazuri sana na tunaamini kwamba kwa uongozi wenu na usimamizi wenu, basi tukishirikiana pamoja kuna future nzuri sana kwa mkoa. Fanya uamuzi sahihi wa kuja kuwekeza Mara. Mara ni miongoni mwa mikoa ambayo mimi binafsi nasema kwamba kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nchi yetu ni sehemu ambayo ina utajiri wa hali ya juu kwa asili ikiwemo madini hayo ya dhahabu. Kwa hiyo niseme tu kwamba mmefanya chaguo sahihi, na mazingira ya uwekezaji kwenye mkoa wetu ni mazuri kweli kweli. Kuna usalama mzuri, kuna, kuna vijana kusema, labor market skill labor market iko vizuri na, na, na, na, na, na sera za, za taifa kwa ujumla, kama alivyosema Eric ziko vizuri na zinavutia uwekezaji.